Ndoto yako sio kuwa na biashara tu ni kuwa na biashara yenye wateja wengi na mapato makubwa. Kienda na mwendo unaoenda nao sasa hivi kwenye biashara yako, wewe unavyojiona, kwa jinsi ambavyo unafunga hesabu zako za mwezi kila mwezi, unavyojiona, unafikiri utachukua muda gani kufikia ndoto yako hii ya wateja wengi na mapato makubwa? inachukua muda eh? Yes. Inachukua muda kwa sababu gani? Kwa sababu unatumia mbinu au njia ambazo labda umeangalia mtu mwingine anazotumia au umekuwa ukihadithiwa, au ki ukiambiwa kwamba wafanyabiashara ndo huwa wanatumia bila kujua kwa uhakika ni njia gani hisi ambayo ukiifuata itakupa matokeo ambayo unayataka. Ili kuliepuka hilo, sisi kama Michael Business Hub tumekuandalia course maalum ambayo utaweza kujifunza kwa uhakika ni njia gani au ni hatua gani ambazo zitaweza kukufikishia ndoto yako hii ya kuwa na biashara kubwa na wateja wengi kwenye biashara yako. Na hapa simaanishi tu nenda kwa posti, nenda kutumia Instagram, tengeza. Hapana, hii ni roadmap kwa biashara yote kwa ujumla. Watu wanafikiria kufanya biashara ni kuposti content tu social media. Hapana, biashara ni mashine ambayo inaendesha kwa system tofauti. Kuna zaidi ya system tano kwenye biashara moja. Kwenye kuposti content social media, ni moja ya kipengele kwenye moja ya system iliyopo kwenye biashara. Sasa usio tu unaishi kwa sababu watu wanaposti social media, wapo kwenye social media na kila siku, nikiwa nimezungumzia hapa, aimaanishi. Sasa ukitaka kufanya biashara wewe, kitu unachotakiwa kujua tu ni kutumia Instagram? Hapana, ukitaka kufanya biashara yako kwa ukubwa, biashara yako iwe kubwa, achana na kuiga vitu ambavyo hujui ni kwa nini vinafanyika. Ni kweli ukiposti mtandaoni unapata wateja, lakini hii inakupa ukubwa wa biashara? are you sure? unapata ukubwa wa biashara huo? we umeposti social media, umeona kwamba biashara yako imekuwa kubwa? Hapana, unaweza kupata wateja wawili watatu, lakini yu, lazima ugundue, upate roadmap. Ujifunze system za kuendesha biashara. Biashara yako inahitaji system. Nikwambie ni kitu kimoja, nimekuandalia zawadi maalum. Kozi hii ni kwa ajili yako. Kozi hii bei yake ni shilingi elfu tisini na tisa lakini kwa sababu nimeamua kuileta public kwa mara ya kwanza nitaiuza kwa shilingi elfu arobaini na tisa tu. Kama ni mmoja ambao unataka kupata faida kubwa na kupata matokeo ya mabadiliko kwenye biashara yako, achana na hizi content za sekunde 30, za social media. Hapa kwenye Instagram naongea sekunde 30, lakini huku nimeandaa kozi maalum. Ukihitaji kozi hii, comment neno link hapo chini, ama nitumie DM neno link, utapata link ya kukupeleka kuweza kununua kozi hii.